Sipo karibu naye sana yeah, lakini mtu na zingi, yeah, ni mtu wow, ambaye anakutana naye na tunazungumza vitu vingi vya msingi. Moja wa kitu ambacho ananisisitiza ni kuoa, kwa sababu ni suna yeah. Hongera sana mwaka mmoja kwa binti yako inaashiria kwamba wewe ni baba bora sana. Nashukuru, asante yeah, sana. Ah, nilikuwa naongea na Sheh Abdulrazak akasema, ningependa kuona wanamficha mtoto wao, wasimweke sana mitandaoni, kwa sababu ni maisha ambayo si mazuri kwa watoto Leo tumemwachia sura Amara na watu wamempenda kweli kweli. Kuna uoga wowote ulionao kama baba? Hapana. Uh, sina uoga wowote lakini ni maisha ambayo akikuwa atachagua kama anataka kukaa upande huu au upande huu. Oh, yeah. lakini ilikuwa atufanya hivi, kwa sababu mtoto wangu mtoto wetu sasa hivi amepata deals kwenye makampuni tofauti mengi na mengine, kuanzia kesho kakuda atatangazwa kwa so, oh, yeah. na awei kuenda kibububu, ilibidi tufanye kikitu, lakini baada ya kutumikia huo mkataba mbele, na atajua yeye mwenyewe anaamua maisha gani, lakini tumef watu wamekuwa wa, wa, wa, hapa na sisi tumeenjoy mm -hmm. uh, watu wame of course, swala la watu kumpenda kumpenda ni liko nje ya uwezo wetu, lakini nashukuru kama wamempenda wamempokea vizuri, tunashukuru na hata ingetokea mpendi, lakini wa kwetu mm -hmm. Sisi tunampenda sana. Yeah, na Mungu awabariki wote. Juma Lokole aliwahi kupost kwamba wewe unamwoa Paula mwezi wa 11. Zina ukweli habari? Ukweli habari hizi. Ah, kuhusu ndoa tutaongea vizuri lakini nitamwoa. Yes. Yes. Uh, na sisi tunakutakia heri kwenye hilo. Harmonize na Kajala wameleta usiku wenu kuwa mzuri zaidi kwa kuonyesha furaha yao pamoja, wakiperform pamoja na nini. Uh, kwako wewe kama baba ambaye ni rafiki wa Harmonize, lakini pia familia yako upande wa mkwe, wanaiataki kwenye mitandao kwa Harmonize, ilikuwa inakuia ugumu kuishi kwenye hiyo nafasi? Uh, Konde ni rafiki yangu na, ni kaka yangu, ni mtu ambaye nimtikana kwenye kazi na tuna chemistry nzuri na fly kwa hilo, na uzuri nimeingia kwenye hii familia kipindi ambacho yeye hayupo, so sasa hivi naendelea kumpa heshima kama blaza, lakini uh, mama mkwe wangu ni mtu ambaye alikuwa naye kwenye, kwenye mahusiano sasa hivi ni kama ex wake. Nikitokea meodiana mahusiano yanakuwa ni mengine tofauti, na siwezi kuwambia chochote watu kama labda mimi nahitaji au sihitaji kwa sababu ni kitu ambacho kiko nje sana ya uwezo wangu kuzungumzia. Nikimzungumzia Harmonize upande huo, kwa mama Paula marake, ni mama mtu wangu, siwezi kumuingilia. Lakini nimefurahi leo amekuja kwenye birthday ya mtoto wangu. Mimi nimehesabu kama kaja kwenye birthday ya mtoto wangu, so kama kuna mesabu mengine, I don't know. Lakini namshukuru, ni moja ya watu ambao wananisupport anavoonekana kwenye matukio yangu na mimi kwenye matukio yake ndo tunaenda vizuri. Akati yeah. vizurikati ameposti kadi yake ya mwaliko ya alikutagi wewe? mm. Wewe ndo ulimwalika au ilikuwa ni jambo la kifamilia? Ah, uh, ni jambo la kifamilia. oh, yeah. Yeah, watu wote tumekubaliana tu kati ya watu wanaalikwa pia awepo. mm -hmm. Kwa sababu mimi baba mtoto na mtotosinatatizo ni, ni rafiki yau kwenye kazi na hata vitu vilivyokuwa vimetokea vime ni mm -hmm. vitu vilivyotokea kibinadamu. mm -hmm. Kila mmoja anaamini hivyo na maisha mengine yanaendelea. oh, yeah. yeah. kitu ki anaendeleaw umemwambia Paula vitu vingi sana, kitu kikubwa ambacho unamwambia usiku leo? Mimi nampenda na namshukuru Mungu aendelee kumuongoza katika maadili mazuri, tumlee mtoto wetu katika mazingira mazuri alhamdulillah. Hapo nilikuwa naongea na naye akasema, mimi nilitarajia leo Mario angemsurprise hata na pete. Surprise napete. Uh, of course kuna surprise nyingi Paula. Mwezi ujao ni birthday yake, kuna vitu vingi vitafanyika. Hatuwezi kuli overshadow tukio la mtoto hili. Tukio la mtoto sisi tunaishi kwenye ukweli na inabidi kufanya hivyo. Tutafanya inshallah. Na kama amara akija kutazama hii interview, kitu gani kikubwa unamwambia kwenye birthday yake ya mwaka mmoja? Anataka uh, kujua kwamba tunampenda sana. Uh, a kibinadamu hapo mbele ni ubinadamu lakini tunampenda sana na tunamtakia maisha marefu, maisha mema. Tunaomba kwa Mungu aje kuwa mtoto mwenye maadili mazuri yatakaweza kuwapendeza at least hata asilimia arobaini, sababu watu waridhike. Kila oh, yeah. yeah. la khairi Omari. Napenda sana akili yako ni kubwa sana. Very much Alhamdulillah. Kila la khairi, baba. Tam sana. Very Alhamdulillah. baba. saalhauilahiaaheanaj kitu gani nna skulukitugani unajivunia? Unajivunia kuwa na mwanamke mzuri mwenye akili Yeah. Umesikia Ume, speech ya Uncle Lugumi umeifanyia Ume, kazi kwenye mawazo yako. Of course ya amamea public kwa sababu tunaongea mara nyingi. Of course, uh, mm. Uh, mm. Sipo karibu naye sana lakini ni mtu ambaye nakutana naye, oh yeah. Na tunazungumza vitu vingi vya msingi, mmoja kitu ambacho anasisitiza ni kuoa kwa sababu ni sunna. Hongera sana mwaka mmoja kwa binti yako, inaashiria kwamba wewe ni baba bora sana. Nashukuru, asante sana nilikuwa naongea na Sheh Abdurazak, akasema ningependa kuona wanamficha mtoto wao wasimweke sana mitandaoni kwa sababu ni maisha ambayo si mazuri kwa watoto. Leo tumemwachia sura amara na watu wamempenda kweli kweli. Kuna uoga wote ulionao kama baba? Ah, hapana, sina uoga wote. Lakini ni maisha ambao akikuwa atachagua kama anataka kukaa upande so, huu yeah, au upande huo, lakini ilikuwa lazima tufanye hivi kwa sababu mtoto wangu mtoto wetu sasa hivi amepata deals kwenye makampuni tofauti mengi na mengine, kuanzia kesho kasukuda, atatangazwa kwa makampuni, hawezi kuenda kibububu, so ilibidi tufanye kikitu, so, yeah. Okay, yu, mm -hmm. Lakini baada ya kutumikia hiyo huo mkataba, mbele, natajua yeye mwenyewe anaamua maisha gani, lakini tumefurahi, watu wamekuwa hapa na sisi tumeenjoy mm -hmm. Uh, watu wame of course, swala la watu kumpenda mtoto wetu au kuto kumpenda ni liko nje ya uwezo wetu, lakini nashukuru kama wamempenda wamempokea vizuri, tunashukuru. Na hata ingetokea mpendi, lakini ni wa kwetu, sisi tunampenda sana. Na Mungu abariki wote. Juma Lokole aliwahi kuposti kwamba wewe unamwoa Paula mwezi wa kumi na moja. Zina ukweli habari hizi? Uh, kuhusu ndoa tutaongea vizuri lakini nitamwoa Yeah. Uh, na sisi tunakutakia heri kwenye hilo. Harmonize na Kajala wameleta usiku wenu kuwa mzuri zaidi kwa kuonyesha furaha yao pamoja wakiperform pamoja na nini. Uh, kwako wewe kama baba ambaye ni rafiki wa Harmonize lakini pia familia yako upande wa mkwe wanaiattack kwenye mitandao kwa Harmonize. Ilikuwa inakuia ugumu kuishi kwenye hiyo nafasi. Uh rafiki yangu, na, ni kaka yangu, ni mtu ambaye tikanaye kwenye kazi na tuna chemistry nzuri. Nafurai kwa hilo, na uzuri nimeingia kwenye familia ya kipindi ambacho yeye hayupo, so sasa hivi naendelea kumpa heshima kama brother, lakini mama mkwe wangu ni mtu ambaye alikuwa naye kwenye mahusiano, sasa hivi ni kama ex wake. Nikitokea mahusiano, mahusiano yanakuwa ni mengine tofauti, na siwezi kuwaambia chochote watu kama labda mimi nahitaji